Akasaa sababu weda imechenji kwanza toka juzi. Wewe ndio mtu kabisa. Na mmo kutoka baharini kuanzia saa ngapi?

Sasa Sa. tukiingia katika upande wa athari zetu ambazo tuaziona tuaziona hapa baharini. Kwanza tutaanza na trola. Trola ilipokuwa zijaja, ilikuwa samaki tukiwapata kiuzuri sana, ilikuwa tukitoa kidogo, twaja na nguru, eh, samaki kila aina aina tu, lakini ilipoanza trola mpaka kufikia saa hii, basi mavuvi yetu, yani kilo chao yazidi kudidimia eh? Kwa hivyo Trola pia ni moja yao ambao ni hatari kwetu sisi wavuvi. Eh? Tukija upande wa wa wavuvi mwingine pia ambao pia ni tafash kwetu hivyo hivyo ni hiyo ringnet kwa sababu Trola ringnet pia tutasema zao karibu karibu. Eh, Trola iko juu chini yake ringnet. Hivyo ni vitu ambavyo vyavua na mashini vyavunja nyumba kule chini za samaki, ashika samaki ambaye tutamshika mwaka ujao. Hao wanaburuta wanashika samaki wadogo, wanawamwaa, wanatupa. Kwa hivyo vitu viwili hivi huwa vina kufupia, yani vina tu vina tunaturegesha nyuma nyuma sana tu, ha? na tukiangalia hali ya weather pia, kufikia juzi pa kufikia leo pia weather pia tuone imegeuka, imechange. Hata mimi ambaye nazungumza hapa, kuna wenzangu pia nimewacha huko barini watu watoa zana zao waje pwani kwa sababu weda pia nayo imechafua sana. Sisi twaomba serikali yetu hii tuliyoko nayo ilikuwa ni, eh, ni wengi ukitoka kidogo, tukitoka hapo nje ya hiyo mnara, nikija kilo mia moja kilo hamsini. Sasa hivi sasa hivi sasa mtu amepata sana ni kilo ishirini kumi eh? na tano na ili mndo ambao inatuangalia watoto wetu, tukienda kule baharini, tukija kile tutakachopata, skuli angalia hapo, malaji yetu, mambo mengi. Tu tuko hapa leo kuangazia swala la athari ama kutopatikana kwa samaki huko ku baharini, na kama tulivyo hapa saa hii, upepo tunausikia. Hii wanaita sijui ni climate change mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ukiangalia kule baharini utaona maji yako rangi ya brown, upstream siltation. Hii inatuaffect sana, na kama tunavyozungumza ni masuala ambayo tunazungumza kila siku juu ya kwa nini samaki wapatikani, na serikali na watafiti hawa watafiti waje watupatie, wafanye utafiti, watupatie feedback, tuangalie ni option gani nyingine wavuvi tunaweza wafanyia. Changamoto ambazo tunazipata huku baharini ni samaki Yaani, baridi imekuwa nyingi, samaki hakuna, samaki wamepotea na akina mama ni hivyo, tuko na majukumu, watoto wanataka kusoma, wanataka kula, wanataka kila kitu. Sasa twaomba kama inawezekana, rais wetu utuangalie huku baharini, utusaidie. Nilikuwa nikipata kama kilo kumi, lakini saa hii napata kama kilo mbili. Maanake saa hii kumerudi chini, uchumi umerudi chini, hatupati kitu Wevo tunaomba mtusaidie, mtuangalie na sisi wakina mama huku baharini. Saa hii watoto wako majumbani, hakuna fisi, samaki ni hawa wapatikani, wakipatikana, bei iko juu, unaona sasa. Ndio watoto wako, shuli, wako nyumbani, shule zimefungwa saa hii lakini, saa hii tunataka tung'ang'ane watoto wetu wa, waende mashule.